Anapokupa maono anahitaji akuonyeshe jinsi ya kuyatimiza. Anapokupa maono fulani, lazima akuonyeshe unayafanyaje. Kuna tofauti ya kuwa na maono na kuongozwa na Mungu. Nataka uone andiko hapa, Mhubiri sura ya kumi na mstari wa kumi na tano. Wengi mna maono mazuri. Mimi Muda wangu ukifika wa kuolewa, mimi najua ntaolewa kwa mtu mzuri, atanitunza, atanilinda, na mimi nitakuwa mwanamke bora. Maono mazuri, lakini lazima pia ukae naye akuonyeshe, huyu mme yuko wapi. Hata ukiingia katika kanisa fulani, huyu mme ntampata kwenye kona ipi? nina maono ya kuwa mwanabiashara bingwa, ninataka niwe na majumba, niwe na hii na hii. Safi kabisa. Akisha kuonyesha, anatamani pia akuelekeze utayapataje. Unaona, hii kazi yao.